Haleluya. Uh, upendo katika Agano Jipya unaitwa ni amri mpya. Haina maana kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa neno upendo kutokea katika maandiko matakatifu. Kumbuka Kumbukumbu la Torati sura ile ya sita mstari wa nne, Biblia inasema sikiza, e Israeli, Bwana Mungu wako, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo somo la upendo alikuwa jipya masikioni mwa Israeli. Torati iliwafundisha kumpenda Mungu kwa mioyo yao yote na kwa nguvu zao zote, na kuwapenda jirani zao kama nafsi zao. Sasa, kwa nini Yesu aliita ni amri aliita amri mpya kwa sababu ya aina ya upendo mpya, aina mpya ya upendo ambayo alikuwa anaileta kwa wanadamu, upendo ambao hauwezi kuzaliwa na mwanadamu, upendo unaotoka kwa Mungu. Akasema, amri mpya nawapa, mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi. Kama vile nilivyowapenda ninyi, hiyo inayoleta tofauti aina ile ya kupenda ya Yesu hiyo, ambayo haikuwepo duniani, kwa sababu upendo ulikuwa unajulikana ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo ni kwa uwezo wa nafsi yako, vile nafsi yako unavyojipenda na unavyoweza kupenda, ilikuwa ni kwenye kiwango cha kibinadamu. Lakini alileta aina ya upendo ambayo siyo ya kibinadamu, ulikuwa ni upendo wa Mungu. Alisema hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kuwapenda rafiki zake, hutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Sasa hiyo ni level nyingine ya upendo. Ukimpenda mtu kama nafsi yako, unajua wewe huwezi kujiua, kwa hiyo huwezi ukayatoa maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine. Lakini upendo wa kimungu huu wa Yesu ulikuwa ni wa yeye kuyatoa maisha yake kwa ajili yetu, sio upendo wa kibinadamu sema amen. Kwa hiyo kiwango cha upendo kilikuwa kimepandishwa juu kutoka kiwango cha kibinadamu kwenda kiwango cha upendo wa Mungu unaoitwa agape. Agape ni upendo wa Mungu, una asili ya Mungu. Kumbuka Mungu mwenyewe anaitwa upendo. Kwa hiyo huwezi ukawa na agape kama huna Mungu. Warumi tano mstari wa tano Biblia inasema, na pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu na roho mtakatifu tuliyempewa na Baba. Kwa hiyo pendo la Mungu limemiminwa mioyoni mwetu, agape inamiminwa. It's not something you can produce. Huwezi kuzaa upendo wa agape, unapewa na roho Mtakatifu, ni moja ya tunda la Roho linaitwa upendo. Sema Amen. Sasa ukitaka kuelewa agape ilivyo, hayo maneno tuliyasoma katika sura ya kumi na tatu ya Injili ya Yohana ilikuwa ni siku ile ya chakula cha jioni cha mwisho ambapo Bwana Yesu alitambulisha kwa mara ya kwanza ibada ya meza ya Bwana, holy communion. Sema amen. Ehe, kwa hiyo walikuwa wamepata holy communion Unakumbuka biblia inasema Bwana Yesu aliinuka kutoka pale chakulani, akajifunga akaweka vazi lake chini, akajifunga vazi lingine, akaanza kuwanawisha miguu wanafunzi wake, mmoja baada ya mwingine, bila kuwabagua, akionyesha upendo una unyenyekevu. Mtu mwenye upendo hakosi kuwa na adabu, hana kiburi, hata kabari Mtu mwenye upendo na baada ya hapo akatabiri ya kwamba usiku ule Yuda Iskarioti angemsaliti angemsaliti lakini alikuwa amemwosha miguu kama alivyomwosha Petro, Matayo na wanafunzi wengine na usiku ule ule alitabiri pia kwamba Petro angemkana mara tatu kabla ya jogoo kuwika, lakini watu hao ambao walikuwa wanaenda kumsaliti, kumkana, ndio ambao Yesu aliwapenda upeo. Na alikuwa anajua mateso na kifo vilikuwa viko mbele yake kwa ajili ya dhambi za wanadamu, lakini Biblia inasema aliwapenda watu wake upeo, watu wanaomsaliti, wanaomkana, hao ndio ambao Yesu aliwapenda upeo, akionyesha tofauti ya upendo wa kibinadamu na upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni kuwatendea watu mema bila masharti, bila kusubiri wabadilike bila kusubiri wawe na tabia nzuri, bila kuwasubiri wawe watakatifu. Ni kuwatendea mema kana kwamba hawajafanya baya lolote lile. Uwe ni upendo wa Mungu, sema amen. unaweza